Katika maisha tunayoishi kila kitu kina madhara, lakini unakwenda kutamka mbele ya hadhara, ni yako ni nini? Uwe biashara ya mtu Brandi ambayo mtu ameitengeneza kwa muda mrefu, hujui ametumia mabilioni mangapi kutengeneza. Tukiwa tunazungumza, hebu tuache njaa, hebu tufanyeni kazi. Mimi nakuwa pia, ukiwa na shughuli yako unafanya kwa maana. Wale utumwa yani upewa hela, upewa hela ambayo hujaitolea jasho ni utumwa sababu unapangiwa nini cha kufanya. Kama leo Jibi anasimama anasema eti uchaguzi unaharibu fedha, ni brada wangu mimi, namheshimu sana Jibi, yani namu appreciate yani sijui ni naye mwenyewe anajua kwamba ke, mimi ananiheshimu Jibi sinane, namheshimu lakini jana, kwa alichokifanya jana, amedhihirisha kwamba kujiamini na upumbavu wavikai sehemu moja kujiamini na upumbavu havijawahi kukaa sehemu moja. Hawa watu wanatakiwa kuchukuliwa hatua, watu wanga. Kwani sisi hatuongei? Hatuukosei uongozi? Hatutoi maoni yetu? Lakini sisi mimi binafsi sijawahi kufikia hapo. Viongozi hawastahili kulifumbia macho hili, wakilifumbia macho hili atatokea huko mnyagongo mmoja atakuja, atatukana tu, sababu hakuna kitu action. Yote ambao wanachukua tena, upande wa mwekezaji wanatakiwa hili swala walichukulie very very seriously. Yaani kama ni sheria ifuate mkondo wake, kwa sababu taarifa inasema lile yale ni makosa ya jinai. Mpaka sasa hivi wapo wanazurura barabarani eh, wana enjoy. yaani wapo wanazurura barabarani, wamepita hapa asubuhi na kapita na mwenzia hapo na mijezi yao, Kwa madai yao wanaipenda sana Simba, lakini wale ni wanafiki wakubwa, hawastahili ni virusi, ambao mwisho wa siku tunaonekana sisi wote ambao tunajulikana wote ni kundi moja. Mimi hakuna kiongozi wa Simba anaweza kunipa fedha. Yaani mimi ili umnunue Kay Mziwanda akusifia akupigia makofi, kwanza sajili vizuri, timu ipate matokeo mazuri, hapo Kay Mziwanda nitakupigia makofi kwamba wewe ni the best. Kwa nini mpaka leo tunamkumbuka Hansford? Tunamkumbuka kwa sababu alishia kulipa mimi hela. Ali, tunamkumbuka kwa yale mazuri ambayo ameyafanya. Sio, unanielewa? So, kiongozi yoyote ama mtu yoyote ambaye anahisi kwamba labda anaweza mimi kunipa hela eti nimsifie. Mimi Kay Mziwanda nina hapa yaani, laana ya kula hela ya mtu yoyote ama kiongozi yoyote wa Simba ni zaidi ya laana ya kulala ndugu wa damu kwangu mimi, ni zaidi ya laana ya kulala na ndugu wa damu. Ili mimi unishawishi, ili mimi, uni uni uni uni mimi nisimame kwenye media nikupe maua yako nikusifie, sajili wachezaji wa maana, timu ifanye vizuri matokeo yapatikane, mashabiki tupate raha, nitasimama kidete na wewe kutetea. Safari hii mmefanya sajili zilizokuwa bora, baadhi ya mashabiki wa Simba walikuwa na zisifu. Mmeteleza wapi kimataifa? taifa mmeondolewa ni msimu mbaya ama haikuwa bahati kwenu? Nafikiri timu uh, yetu ina mwendelezo mkubwa wa kusajili wachezaji wapya, na hapo bado tuendelee kutengeneza timu, kwa sababu kadri ya kila msimu kusogea mbele, unasajili wachezaji wapya. Uh, mimi naamini kwamba tunahitaji, yani sijui nisemaje, lakini bado tunahitaji nguvu kubwa sana kwenye swala la usajili, na kama kuna migogoro ndani ya klabu, japokuwa wenyewe wakisimama wanasema hawana shida, hebu wamalizane nayo. Sisi yani, hakuna shabiki mwenye shida na Mangungu hakuna shabiki mwenye shida na Muhammad Deuji, hakuna shabiki mwenye shida na Kratos Magoli, hakuna shabiki mwenye chuki na yeyote. Sisi, maoni yetu ni kwamba timu yetu inafanya vibaya na ni haki yetu kuhoji, sio kudhalilisha na kuharibu brandi za watu. Hapana, kuhoji ni haki yetu. Kwa nini mwenendo wa timu yetu upo hivi? Ni wakina nani wa kuwahoji? Ni viongozi wetu kuanzia bodi ya, ya mkurugenzi Muhammad Deuji mpaka kwa mwenyekiti wetu. Hawa watu wote tunapaswa kuhoji Sio kusema fulani anafaa, fulani hafai. Hauijengi Simba, hauiitengenezi Simba, unaiharibu Simba, unaendelea kuzua taharuki katika Simba, unaendelea kuleta mihemko, unaendelea kuleta yani, chuki katika Simba. Mimi na dili na kuanzia mwekezaji mpaka muktaza Mangungu, ah, ndio viongozi wetu, na ni haki yetu sisi tukisema tukihoji, kwa nini usajili unafanyika hivi? Kwa nini tunachukua local player? Kwa nini tusichukua wachezaji wa maana? wao viongozi wanatakiwa kutujibu sisi kutujibu kwa hoja sio, unaelewa? Lakini hata wewe hakikisha unahoji kwa hoja, ili wakitoka hadharani kuja kutujibu watujibu kwa hoja, lakini sio kuitisha presi, kuanza kusema mkutano mkuu hauwezekani, hawa hawa, huyu afai, huyu anafaa, huyu apepewe, huyu asipepewe, huyu akipigwa simu apokee. Wewe umejuaje? Ushakumpigia simu Mohamed Dewji? Unajua yanayoendelea ndani ya Simba? Hawa watu ni aina ya watu wazaidi ya neno wasaliti wanatakiwa hawa wawe yani, hawa wawe mfano, hawa wawe mfano. Kwani mimi nimeanza kujua leo? Mimi nimeanza kutoa maoni yangu juu ya uongozi leo? Kila siku natoa maoni, lakini je, unatumia njia gani? Kwa hiyo watu wanavyoona analopoka lopoka wasiseme, hawa watu wana uchungu na klabu. Hawa ni watu wapo kimaslahi, na ninaongea naelewa, yani anaongea ya hapa, anajua kwa nini anasema hawa watu wapo kimaslahi okay. Simba na rejea ndani ya ligi kuu Tanzania bara zimebakia takriban wiki mbili mwelekea katika dabi ya Kariakoo. Tena sisi tunacheza lini? Kesho hata ratiba sijui. Kuna dabi tena, tunacheza nani? Bwana, bwana. Kazi bwana. Kazi. Bwana hivyo bwana kila siku jamani eh? Yaani wa wa wa watu wana njaa, watu ambao wa wameshindwa kufanya kazi wameshindwa kupambana wapate riziki zao wanakuja mbele ya kamera wanaita na waandishi wa habari wanaendelea kutuvuruga. Hawa ni watu ambao mpaka sasa hivi watakuwa wawe ndani kwa, jamani, hii timu inatuchanganya, wajue waambia ni timu inatuchanganya, alafu wao wenyewe wanakuja wanatuvuruga kwa sababu zao binafsi, kwa sababu ya maslahi, watu wachumia tumbo. Kwa nini wanafanyia hivi? Viongozi wote wa Simba wana makosa wote, hakuna hata mmoja sokuwa na makosa, kuanzia Mohammed Daudi mpaka Mangungu, wote wana, wana, wana matatizo. Kwa sababu mwenendo mbaya wa timu unategemea, mimi nikamhoji nani? Mimi nitarudi kwa uongozi wangu, kwa sababu mimi naamini ili uwe na timu bora lazima uwe na kiongozi bora, si unanielewa? Ili uwe na timu bora lazima uwe na viongozi bora na timu, mizizi ya timu ni viongozi. Mimi siwezi tu nikasema bwana fulani ah, mimi naanza kuhoji ngazi ya juu, wote wana mapungufu yao, wote unawaona. Hey. Hey. Hey. Na haya na sasa dabi kwani leo jamani, na wewe? Ayu, Hey. ba Yanga. Na, na Yanga mungu wangu wangue hajani mtani bwana, kwanza sina hata uhakika na timu yangu, kwa hiyo ya... kwa yaani kwanza kwa nini wamefanya tarehe moja jamani? Itakuwa tufungwa Desemba mara saba tufungwe tena mara saba e. Ila sasa e. nao TFF watakuwa e. wafanye tu busara hapo, maana sisi tumetoka kuteseka hapo katikati na bado kuna wahuni wanatutesa na njaa zao. Sasa kwa nini TFF wasisogeze watupe break kidogo, kwa sababu sema, hata hivyo tumezoea kuteseka. Ah, shazoea maumivu.